Na kwenye biashara, wakuzaji wa mbegu za mahindi humu nchini wanaitaka serikali kukadiria upya bei iliyotangazwa hivi majuzi ya mbegu hizo wakitahadharisha kuwa huenda wakapata hasara kubwa. Wizara ya kilimo imefanyia mabadiliko bei ya mbegu za mahindi kwa nia ya kuhakikisha kwamba wakulima wataweza kuimudu kabla ya kuanza kwa msimu wa upanzi. Bei mpya ya mbegu za mahindi haijapokelewa vyema na wakuzaji wa mbegu hizo ambao wanasema itaathiri pakubwa gharama ya uzalishaji kutokana na viwango vya juu vya mfuko wa bei. Kundi hilo linatishia kusitisha shughuli zao kabla ya kuanza kwa msimu wa upanzi pindi mvua ya masika itakapoanza wanasema bei hiyo mpya itaadhiri usalishaji mahindi humu nchini, kwani huenda wakulima wakalazimika kununua mbegu za viwango duni. so no. Kwingineko, mapato ya benki ya Stanbic yalipungua kwa asilimia nne hadi shilingi bilioni thelathini na tisa nukta saba kutokana na kupungua kwa mikopo kwa wateja. Afisa mkuu mtendaji wa benki ya Stanbic Joshua Igara anabashiri kuwa kiasi cha mikopo kwa wateja ikitaongezeka katika robo ya pili ya mwaka huu baada ya serikali kutangaza nia ya kulipa madeni yake. Benki hiyo ilinakili faida ya shilingi bilioni 13.7 baada ya ushuru, huku anahisiwa wakitarajia kupokea mgao wa hisa kwa shilingi 20 na sendi 74 kwa kila hisa. the last part will be

Mwishowe, wafugaji katika kaunti ndogo ya Mbere Kaskazini wataanza kupata maji safi kufuatia ujenzi wa bwawa lililogharimu shilingi milioni kumi na mbili kwa hisani ya serikali ya kaunti ya Embu. Mwenyekiti kama wa kamati ya usimamizi wa bwawa hilo Edward Nyaga amesema wakulima watafaidika pakubwa, kwani wataweza kutumia maji ya bwawa hilo ili kunyunyuzia mashamba yao na maji hiyo kuukuza mazao mbalimbali kama vile mboga, nyanya na matunda Inafaa kusaidia community around 200 households within the area. Upande sasa wa, wa, wa food security, imesema sasa tutaweza kufaindika na mboga kidogo kidogo, sile tutakuwa sasa tukilima kupitia hiyo maji tumepata, na ninaona hiyo itatusaidia sana. Felix Kiu Darubeni.